Wakati wowote wana wa Israeli waliposhuka na kumwacha Mungu awe Mungu wao, awe ni Bwana wao, awe ndio kiwango chao cha kila kitu, walishinda kila kitu kwa wepesi sana. Pale ambapo uliamua kuonyesha kiburi na kujiinua na kuanza kujipigania, ukaweka mikakati yako ya kiushindi, badala ya kumwacha Mungu akuwekee mikakati yake ndicho kilichotokea wakati wa Amareki wanapigana na wakina Musa Haruni na Hur, wakiwa wanaomba pale, waliponyoosha mikono yao juu, kwa maana ya maombi. Hata Musa alipochoka wakamshika mikono yake Huri na Haruni, huku Yoshua anaongoza vita kule mbele kule kwa Amareki. Ushindi ulikuwa ni upande wa Bwana. Walipochoka mikono ikashuka, Manake kujitegemea wao wenyewe bila kumtegemea Mungu, mashambulizi yalirudi upande wao. Naongea nao, unasema kwamba mashambulizi mengi yanaelekea upande wangu. Shida sio upande unakoelekea mashambulizi, shida ni uelekeo. Mikono yako inaelekea kwa Mungu katika maombi bila kukoma, marefu ya bila kumchoka Mungu, au yameelekea chini katika ubinadamu wako.